Tujadili zaidi kuhusiana na madhara yatokanayo na bidhaa feki za vyakula na ambavyo kwa muda mrefu ama zimekuwa zimekaa muda mrefu ama muda wake kuisha kabisa. Taarifa za uh, kuwepo kwa bidhaa feki katika maeneo mbalimbali, na uh, hivi karibuni tuliona kilichotokea kwa mfano Yombo Dovya, wananchi walitumia mafuta ya kupikia ambayo E, yaliyowasababishia matatizo ikiwemo kuota e, vidonda katika sehemu mbalimbali za miili yao, na ilitokea kwa wananchi kwa idadi kubwa tu ya wananchi, lakini tumesikia pia katika taarifa hizi kwenye vyombo mbali mbalimbali vya habari, wananchi wakilalamika, na hili linatupa msukumo wa kuita wadau muhimu ambao, e, ni mamlaka ya udhibiti wa ubora uh, kwa maana Tanzania Bureau of Standards TBS kuweza kuangalia sasa ni nini ambacho wamekifanya, nini ambacho anakifanya, kwa nini mambo haya yanatokea. Lakini pia tutaona athari e, kutoka kwa mtaalam wa masuala ya afya, kwa maana ya daktari atuambie athari za kutumia bidhaa feki ama bidhaa ambazo zimeisha muda wake, bidhaa ambazo zime, e, z, zina baadhi ya vitu ambavyo havitakiwi kutumiwa na binadamu. e, tutazungumza hili na afisa wa udhibiti ubora mwandamizi kutoka TBS Athman Kisumo. Karibu sana Athman, lakini vile vile tutakuwa na Dr Francis z ambaye ni daktari bingwa masuala ya eh, magonjwa saratani na sababu za vifo yeye. Atakuwa katika studio zetu za Dodoma muda mfupi kutoka sasa, taungana naye atakapokuwa sasa. Tuanzie hapa studioni. Eh, Kisuma ni afisa wa udhibiti ubora mwandamizi, wewe ndo mwenyewe kabisa kwenye eh, lile eneo la udhibiti ubora. Uh, kwanza tukumbushe katika swala la ubora wa bidhaa majukumu ama nini ambacho TBS inapaswa kufanya? Asante sana ndugu mtangazaji, kama ulivyosema, majina yangu ni Athman Kisumo, ni afisa udhibiti ubora kutoka Shirika la Viwango Tanzania. Uh, shirika kama shirika linaendeshwa kwa kutumia Sheria ya Viwango sura namba 130 ambayo kimsingi inalipa shirika majukumu ya kutekeleza. Mm. Sasa ndani ya sheria kuna majukumu kadha wa kadha amba ambayo ametajwa ambayo kimsingi naweza kayaweka kwenye makundi makuu matano. Kundi la kwanza ni uandaaji wa viwango na kutengeneza viwango ambavyo ndivyo vitatumika uh, kudhibiti hizi bidhaa mbalimbali ambazo zinatengenezwa zina. Lakini jambo la pili ni kudhibiti sasa hizi bidhaa zenyewe kwa kutumia viwango. Lakini jambo la tatu ni kutoa huduma za metrolojia ambazo zinahusiana na metrolojia lakini jambo la nne ni kutoa elimu ambayo inahusiana na masuala ya uandaji wa viwango, udhibiti ubora na masuala ambayo yanahusiana na metrolojia. Lakini lingine ni kuiwakilisha nchi katika, uh, katika, uh, katika anga za kimataifa kuhusiana na maswala yanahusu viwango, uh, yanahusu udhibiti ubora, uandaji wa huduma za metrolojia na kadhalika. Sasa shirika linafanya nini kuhakikisha kwamba bidhaa zinakuwa bora ikiwemo hizo bidhaa za chakula. Chakula kama nilivyosema, jukumu la pili aa, ni ku, ni kuhakikisha kwamba bidhaa au ina, inadhibiti bidhaa zile ambazo zinazalishwa ndani ya nchi, lakini zile ambazo zinazoingia kutoka nje ya nchi. Na katika kufanya hivi inatumia mifumo mbalimbali mbali. Na hii mifumo inafanywa kwa mujibu wa inafanywa kwa mujibu wa mikataba ya kimataifa ambayo hii mikataba imeingiwa ina, ina, ina, ina, ina, ina, ina katika imeingiwa baadhi ya nchi duniani chini ya shirika la, la biashara ambayo hii mikataba inaitwa WTO TBT yeah, agreement au, au, vikuwa, au mikataba ya shirika la biashara duniani ambayo inaelezea vikwazo vya kiufundi. Sasa katika hii, katika hii mikataba imeelezea namna ya, ku, ya, ya, ya, ya, ya kudili na hizi bidhaa lakini vilevile vile, mkataba mwingine ambao tunaadili nao sisi ni mkataba wa huo shirika la kimataifa ambalo kimsingi limejikita katika maswala ya usafi ambapo kimsingi uh -huh. ni maswala ya chakula. Sasa maswala ya usafi uh, wa chakula, lakini maswala ya afya ya wanyama na afya ya mimea Ye, ni mambo mengi mnashughulikia yes. Eh, nilikuwa nataka nije Athumani, kwenye, kwenye swala la, la, la mifumo sasa ambayo hmm. baada ya kusema sasa misingi ambayo kimsingi ndio inayotumika ku, ku, ku, ku, ku kuweka hii mifumo. Kwa mfumo wa kwanza ni kutoa ithibati ya ubora wa bidhaa, zile bidhaa ambazo zinazalishwa. Lakini mfumo wa pili ni kaguzi katika mipaka. Mm -hmm. Mfumo kwa wa tatu kwamba bidhaa yes, feki hazingii, hazingii nchini. Okay. Lakini uh, mfumo wa tatu ni ukaguzi wa bidhaa kwenye masoko. Yeah. Kwa sababu tunaamini uh, bidhaa zinaweza zikapita kwa njia yoyote. Kama unavyofahamu nchi yetu ni kubwa, uh, kuna wafanyabiashara ambao sio i mean wazalishaji sio waaminifu wanaweza wakaingiza hizo bidhaa sokoni. Kwa hiyo vilevile kuna mfumo wa kuingiza wa kukagua bidhaa ndani ya soko. Yes. Mm. Sasa kama mnafanya yote hayo, mna, mna, mnaangalia mipakani kuhakikisha yes, kwamba zinazoingia zinazo, e, haziingii ambazo ni feki, mnakagua ndani, kwa nini bado kuna bidhaa feki mtaani? Yes, uh, katika yote haya yanayofanyika kimsingi, kuna changamoto uh, na changamoto kubwa ya kwanza, kama tunavyofahamu, kuna wafanyabiashara ambao si waaminifu. Kimsingi kuna mifumo hii ambayo inasaidia uh, watu kuhakikisha kwamba wana, wana bidhaa zao ambazo zinaingia zina, zina nchini au zinazalishwa basi zinakidhi viwango, lakini kama anavyosema kuna watu ambao sio waaminifu kwa namna moja au nyingine. Uh, kwa uh, sababu wako katika maeneo mbalimbali, wanaweza wakazalisha bidhaa kwa maksudi ambazo ziko chini ya kiwango, wakaziingiza sokoni, ndio ambapo tumeweka mifumo ya kuzifuatilia sokoni. Lakini pili, nchi yetu kama tunafahamu ni kubwa Eh, na, naambiwa na mipaka ya, ya, katika mkoa wa Kilimanjaro kuna mipaka zaidi ya, ya mia, midogo midogo ambayo sio official kwa sababu ukiangalia TBS ukija Tarakea hapa tuna, tuna ofisi ambayo kazi yake ni kubwa ni kukagua mizigo. Ukija na manga TBS tupo. Ukija Holili TBS tupo, Tarakea kama nilivyosema. Na mipaka mingine nimetoa tu mfano ile eneo moja. Wote huko maeneo tupo, lakini bado kuna watu wanaweza kutumia njia za panya eh, ukija bandari hii kuna watu wanatumia boti wanaweza wakaingiza katika njia ambazo sio rasmi. Kwa hiyo changamoto hiyo, na ukichanganya hao ambao wanapitisha mm. katika mipaka, ukichanganya wale ambao wako ndani na wenyewe wanazalisha pasipo sisi kujua, basi mwisho wa siku unaweza kukuta kwa namna moja au nyingine kuna bidhaa ambazo hazina kiwango sahihi zikawa zinaingia kwenye soko. Kwa hiyo pale tunapozibaini, basi huwa tunaziondoa. Lakini tofauti na hapo tumeweka mifumo ya, ya, ya utoaji taarifa kwamba pale mtu anapopata anapopata taarifa kwamba kwa uh, kuna kitu kinaendelea ambacho sio sahihi. Maana yake utakuta mtu anazalisha labda ndani kwake mm. ameweka mtambo ndani, hakuna mtu yote anayejua. Huwa inawachukua muda gani yeye kubaini kwamba kuna bidhaa fake zimeingizwa kwa njia za panya kama wanavyosema, au kuna ambazo ni fake zimezalishwa hapa nchini kinyume na utaratibu? Unazo uh, swala swala kimsingi swala la la udhibiti ubora mm. ni swala ni swala ni swala mtambuka sema au uh, ni cross cutting issue uh, ukiangalia kanuni za ubora, jukumu la kwanza la kusimamia ubora ni jukumu la mzalishaji, kwa tunaamini kwamba mzalishaji akizalisha bidhaa bora, basi jamii itapata bidhaa bora. Lakini jukumu la pili ni la mnunuaji, tunaamini kwamba mtu ambaye ananunua amba bidhaa akienda, akiwa ana dhamira njema kwamba lazima ninunue bidhaa bora, atatakiwa asome lebo, aangalie, je, chakula kimeexpire? Eh, kinatoka katika ain katika, abini katika kiwanda ambacho kina address, na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo hilo jukumu lake atakuwa amelitimiza kiivo, lakini jukumu la tatu ni mamlaka ambayo inasimamia hizi, hizi, hizi, hizi, hizi, hizi taratibu. Sasa kama jamii, a, a kama nilivyosema jamii itakuwa inatoa mwitikio kwa maana ya kutoa taarifa shirikani, basi sisi hapo hapo tunatoa taarifa. Lakini kwa namna nyingine tunapita kwenye kwenye masoko. Unapopita kwenye masoko unaweza kujua kwamba bidhaa kwa sababu tunazichukua zile bidhaa tunazipeleka maabara, tunazipima hmm. Zile ambazo zinakuwa hazikidhi viwango basi tunakuwa tunazishughulikia mara moja hmm. Kwa hiyo tuna, tuna program za mwaka mzima za kuingia kwenye masoko na kutafuta bidhaa mbalimbali, na sababu za vifo. Habari za Dodoma, daktari, na karibu na pengine utueleze, ni hatari gani mtu anakuwa nayo hasa kiafya pale ambapo anatumia bidhaa ambazo zimekwisha muda wake ama haziko katika ubora. Asante uh, ndugu mtangazaji, vyakula uh, ambavyo vimeisha muda wake au viaji ambavyo vimepita muda wake huwa vinakuwa na changamoto mbalimbali mba. Sasa uh, changamoto anaweza ikawa nyepesi tu kama mabadiliko ya ladha, lakini pia changamoto hiyo inaweza ikawa ni kubwa, labda kwenye kusababisha sumu pamoja na kupelekea kwenye kifo. Kwa hiyo sasa, tukianza kwenye um, kwenye changamoto wanzo, ya kwanza ni mabadiliko ya ladha kile chakula ambapo watu yanasababishwa na, na na, na, na uharibikaji wa chakula lenyewe lakini pia kuna baadhi ya vijidudu ambavyo vina vina spoili ile chakula na kubadilisha na kubadilisha ile ladha, lakini pia kuna vijidudu uh, wenyewe wanaweza pia wakamletea shida binadamu wakiingia kwenye kwenye mfumo wa meng'enyo na matumbo, ambapo mtu anaweza kupata madhara kama kutapika, kichefuchefu. Eh, kuharisha na na mambo kama hayo, eh, lakini pia kuna, kuna wadudu, kuna wadudu mm -hmm. Kuna kuna wadudu kuna wadudu wengine ambao wanatoa sumu kuna fungus ambao wanatoa sumu. Sasa zile sumu huwa zinaleta shida zinaleta shida kwenye kwenye kwenye viungo ambao vinasafisha sumu mwilini sana sana figo na maini, kwa hiyo mm. Sasa eh, kuna kuna kuna, ba, kuna baadhi ya hizo sumu pia, huwa kama mtu atakuwa akitumia kwa muda mrefu hivi vyakula ambavyo tayari vimesha expire na vina hiyo sumu. Kwa mfano kama labda uh, content za za nafaka eh, karanga kuna sumu sumu maarufu ambayo ni sumu kuvu. Sasa mtu akitumia kwa muda mrefu, ana anaingia kwenye changamoto ya kupata saratani saratani ya ini. Mm. Kwa hiyo na wakati mwingine kama sumu kuna bakteria wengine pia wanasababisha wanatoa wana, wana, wana, wana sumu ambazo zinaharibu mfumo wa wa neva, mfumo wa fahamu e, na sumu kama ni kali pia mtu anaweza akafariki mm -hmm. Kitu cha kwanza baada ya mtu kubaini mm -hmm. E, katika mazingira inawezekana labda ametumia, ni nini ambacho anapaswa kufanya kama huduma ya kwanza? Ah, sasa mara nyingi inategemea na na, na kiwango ambacho ametumia e, kwa sababu kile kiwango na, na, na madhara yanatofautiana, wakati mwingine anaweza kupata madhara, madhara kidogo tu labda akahitaji kupumzika e, kunywa maji vizuri ili kuweza kuondoa ile sumu mwilini, lakini sasa kuna wakati itahitajika kwenda hospitali e, kwa ajili ya ku e, labda kuseme kuta, kutapishwa laba kusafishwa labda tumbo e, au kupewa kupewa dawa ambazo zitapunguza sumu au wakati yes, au wakati mwingine yes, dawa au wakati mwingine aina nyingine ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya kinywaji ili kuweza ku, ku, ku, ku, kupunguza sumu kwenye mwili lakini wakati mwingine pia mtu anaweza akaa amepata changamoto kubwa akahitaji kwenda kusafishwa figo. Kwa hiyo inategemea na kiwango ambacho cha madhara ambayo huyu mtu yamempata ame, mm -hmm. mm. Sasa daktari, tukiangalia pia kwa mfano kuna uh, taarifa hii ya wakazi wa Yombo Dovya ambao walitumia wali mafuta yenye inadaiwa kwamba yalikuwa na sumu, kwa hiyo kilichowatokea ni kwamba walionekana ngozi zimebabuka ngozi zinaota malengelenge, wanapata maumivu makali ya kichwa na wengine kuharisha. Ee, hii itakuwa shida ni nini hasa kwenye, kwenye bidhaa hiyo? Aha, sasa, yeah, kuna vitu vingi ambavyo vinatokea yeah. Tuseme kwa mfano mafuta labda yakiharibika. Mm. E, sasa kuna, kuna, kuna, kuna yenyewe kwanza kubadilika muundo wa kemikali lakini pia zile kemikali zina respond tofauti kwa watu tofauti. Kuna ambao wanaweza wakapata um, allergi au mzio wa k-wa ile kemikali mpya ambayo imetengenezwa, ndio utaona watu kama ambao wanapata changamoto kama kama pata malengelenge hizo. Eh, ni, response hizo ni response za za allergi. Lakini pia wengine watapata shida kama ule kukereketa ule mfumo wa, wa mmeng'enyo kwa hiyo mtu atapata kichefuchefu, kutapika, kuharisha. Inategemea na, na wapi hasa pame mfumo upi ume, ndio ume, ume, ume, umepata changamoto sana, kama ni mfumo wa juu wa tumbo au mfumo wa chini wa tumbo mdogo na tumbo mm. mpana e, lakini wengine pia, kwa sababu kwa sababu unapotumia hichi kitu kinaingia kwenye mwili, kina, kinaendelea kuvunjwa kwa unavandilia kuvunja pia unapata, unapata uh, mazao mengine ambayo pia yana sumu zingine e, yeah. Kwa sumu hizo sumu zingine hizo zikawa pia zinaleta changamoto kwenye mfumo wa fahamu e, na na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa hiyo wakati hizi hizi kemikali unakuta mmoja ana allergy ya hichi, huyu hana, mwingine uh, utumbo wake uko sensitive zaidi na kemikali fulani, kwa hiyo atapata hizo shida za matumbo, so, so. Lakini wengine pia wataweza kufanikiwa kumeng'enya na kutengeneza sumu ambayo pia inawaletea shida kwenye kwenye kwenye mfumo wa fahamu. Kwa hiyo huwezi ukasema specifically kwamba nani alipata shida gani, kwa kila mmoja ana respond tofauti kutokana na changamoto ambayo ipo au sumu ambayo ipo kwenye kwenye kwenye kwenye mafuta husika. Sasa sasa, kwa kumalizia hapo, daktari, tuambie sasa, kwa sababu shida zimetokea nyingi hizi kwa hiyo tunafahamu kwamba sisi kila mtu anatumia bidhaa tofauti tofauti kila siku, na bidhaa hizi nyingine zinakuwa na kemikali yeah. kama ambavyo nasema sasa mimi, mimi mlaji, mm -hmm. Natakiwa nifanye nini ili kuhakikisha kwamba bidhaa ambayo naenda kuitumia haita ni athiri kiafya ama haitanipa changamoto zozote za kiafya? okay. Sawa, so, sasa kitu cha muhimu kabisa cha kwanza ni kuhakikisha kwamba unapata bidhaa sehemu ambazo ni ni, ni halali yeah. Eh, ma, ma- wale wauzaji halali wa bidhaa wa bidhaa fulani, kwa sababu kuna kuna wasambazaji halali, lakini pia kuna wale wanaotoa counterfeits na mara nyingi huwa wanauza vichochoroni, wanavutia wateja kwa bei nyepesi sana mm. Eh, kwa hiyo tujaribu tu pia kuangalia bei kama ina sound suspicious eh, hapo pia inabidi una mashaka, lakini tukiachana na hayo ile bidhaa yenyewe lazima lazima uiangalie uangalie kama ina vile vya vile zile lebo za e, eh, e, eh, e, eh, za TBS e, eh. unaangalia eh, unaangalia tarehe tarehe ambayo inapaswa kuwa imeisha eh, matumizi e, eh, best before unaangalia zile best before dates au used by dates mm-hmm. lakini pia unapochukua ile bidhaa lazima uweze kuikagua Eh, unaweza kukuta kila kitu kinaonekana kiko sawa, lakini unaweza ukaangalia kwamba labda umenunua eh, maziwa. Unaona maziwa labda yana, yana, yana ukungu au yana yana rangi inaanza kuwa labda bluu kidogo au kijani eh, au harufu ya kile kitu ambacho umenunua unaona ni tofauti eh, sasa vitu kama hivyo lazima uenavyo makini au wakati mwingine ladha eh. mm -hmm. Ladha au unaweza ukajaribu kutumia ile bidhaa ukaona kwamba labda imekuwa ni laini kupita kiasi. mm -hmm. Eh, kwa hiyo vitu vyote hivyo lazima uwe uwe vigilant ili uweze ku, kujua kwamba hiki kitu akipo, mm, akipo sawa. Kwa hiyo ukiona viashiria via vyote hivyo vi kwa umoja, mm -hmm. unaweza usitumia bidhaa kwanza ili kuweza kujiridhisha kama mm -hmm. eh, kama hiyo bidhaa ni salama zaidi kwako. Sawa sawa daktari, mm -hmm. tunakushukuru sana, sana sana kwa kwa Mjim kutukumbusha hayo na kwa hapo Dodoma tukutakie majukumu mema. Labda tumalizie pia na hapa studioni uh, mm -hmm. Yes. Um, naona daktari kushaanza anza kutoa vile vitu vya kuzingatia yeah. Yes. uh, pengine wakati unaongezea tunapokamilisha, nini ambacho hasa watumiaji uh, wazingatie mm, katika kabla ya matumizi ya yale, wale makundi matatu mtu mm -hmm, wa kwanza ambaye anatakiwa kuhakikisha ubora ni mzalishaji mzali mm. Wa pili ni mlaji, mlaji. Mlaji. Alafu ndio tunakuja kwa mamlaka. Yes. eh, Mm -hmm. Kwa sasa kwa, kwa walaji sasa, maanake, yeah. Yeah. Ye ndo anatumia ye. Yes, kwa mlaji uh, tunapo bidhaa uh, tunapo, inapozalishwa uh, tofauti na vilivyomo mule ndani yeah. Mzalishaji anatakiwa aoneshe taarifa ya bidhaa yake na hii taarifa inapatikana kwenye kifungashio. Kwa hiyo maelezo yote kuhusiana na ile bidhaa yapo kwenye kifungashio. Kwa hiyo uh, mtumiaji kama mtumiaji cha kwanza anatakiwa aikague ile bidhaa kwamba bidhaa hii uh, kwanza moja ipo sealed kama ni bidhaa ambayo inatakiwa iwe sealed uh, lakini uh, hii bidhaa ina maelezo ya kina kuhusiana na ile bidhaa, kwa maana kuna address ya mzalishaji eh, ina nembo labda ya TBS uh, ina, ina maelezo mengine, labda bidhaa hii inatakiwa itumike kwa kipindi gani uh, ambayo ni, ni, ni mwanzo wa matumizi uh, tarehe ya uzalishaji na tarehe ya mwisho wa matumizi kwa sababu mm. hiyo ndiyo uh, message au taarifa ambayo inatakiwa iende kwa mlaji. Kwayo, a, hiyo, kwanza, kwa hiyo akiangalia hiyo inaweza kwanza ikamuonesha kwamba hii bidhaa hii bidhaa kwamba je, ni nzuri, ni salama, lakini tofauti na hicho uh, mfano kama mzalishaji ambaye hajaweka unanunua bidhaa ambayo tu imepakiwa haina maelezo yoyote, hiyo unaanza lazima uanze ku suspect, na kama inawezekana utoe taarifa shirika la viwango kwamba hii kuna bidhaa ambayo nimeinunua ambao haina maelezo yoyote ambayo si unaanza kuisuspect kwamba hii si salama kwa sababu hata mzalishaji mwenyewe hajajiweka hmm. Lakini jambo la pili ni wakati wa utumiaji, eh, mfano una, un, unga uh, unga labda umeshaanza umeshaanza unaonesha molds, si ndio? unaonesha hmm. Kwamba umeshaanza kuotesha fungus ambao tunaamini kwamba unga ukiwa na fungus unaweza kuzalisha sumu kuvu hmm. Ambao sumu kuvu ni hatari kwa afya ya binadamu, kwa hiyo una, unaanza kwenye stadi na vile vile bidhaa kati tunaitumia, harufu eh, harufu tunategemea kwamba uh, bidhaa labda inatakiwa iwe na harufu fulani lakini unakuta harufu inanuka mm -hmm. Tofauti umeshaifungua, lakini tofauti na hicho naam mm no. -hmm. Uh, inawezekana labda sukari tuchukulie, labda sukari sukari tumeshazoea sukari yeah. Unaikuta iko well granulated au ni iko ime, imejiachia yeah. Lakini unakuta ni lumps zimejaa mure ndani kwa mm -hmm. unaanza mm kususpect, hii sukari inawezekana ikawa si salama kwa hiyo imeshikana ime, ime ime, ime shikana, hmm. shikana, yani imetengeneza mabonge mabonge hmm. Kwa hiyo tabia au au tabia ile, au, au, nini sifa za kile kitu ambacho kimsingi unaenda kuzitumia wakati hmm. unaanza kukitumia, unaangalia zimebadilika, kama ziko pale pale basi then hicho chakula ni salama, na taarifa kimsingi taarifa kwenye kifungashio Mhm, asante sana Athman. Tunakushukuru Athman Kisumu, afisa wa udhibiti ubora mwandamizi. Lakini asante pia Dr. Francis Zerd, daktari bingwa wa uchunguzi wa magonjwa ya saratani na sababu za vifo, ikiwa studio zetu kule za Dodoma. Tunakamilisha hivyo kwa sasa.